Kwa majina anaitwa Michael Lushinge Masanja au Smart kama ilivyozoeleka. Ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza. Leo hii tarehe ishirini mwezi wa tano 2025 tumekuja hapa bandarini kuja kuangalia meli au kuikagua meli ambayo ilikuwa imesimama tangia mwezi wa tatu kuona kwamba imekamilika namna gani ili kusudi ianze kutoa huduma. Kwanza napenda nianze kwa kuwashukuru sana kaimu mkurugenzi dada Nema na mkurugenzi mwingine hapa na viongozi wote ambao nimewakuta hapa. Nawashukuru sana kwanza kwa mapokezi yenu na kwa jinsi mlivyokuwa mmejiandaa kwamba nitakuja hapa kwa ajili ya kuja kukagua meli hii kuangalia imekamilika namna gani. Niwashukuruni sana. Sote sisi tunatambua dhamira ya chama chetu cha Mapinduzi ni kuhudumia wananchi na kutatua kero za wananchi ambazo wanazo, ndio dhamira kubwa kabisa, lakini na rais wetu kipenzi Dr Samia Suluhu Hassan ndo kazi kubwa ambayo anayoipigania, hata sisi ambao tuko chini yake tuhakikishe changamoto zote ambazo zipo kwa wananchi na zinazowakabili kusudi tuzipatie majibu na kuzimaliza kwao. Naomba nichukue nafasi hii kwa uongozi wa kampuni ya meli kwa kazi kubwa hiyo mlioifanya. Najua sisi kama viongozi wa chama tumepata malalamiko mengi, kero nyingi, ilikuwa ni kero hii. Meli kusimama imeleta kero na usumbufu mkubwa kwao. Tumepokea malalamiko mengi, na wengi wanasema sasa, wewe mzee Smart, tunajua wewe ni smart. Lakini hii meli haijawahi kusimama, sasa kwenye uongozi wako tunashangaa, hii meli imesimama sasa nikawambia ndio maana na mimi mkurugenzi, msione nilikuwa na wa na wapreshu sana, najaribu kufuatilia jamani, imeli itakamilika lini? lakini niwashukuruni sana jinsi mlivyoniahidi kwamba meli itakamilika muda sio mrefu na itaanza kutoa huduma. Sasa naomba ni shukuru leo, nimeikagua meli, nimeona meli na sehemu nzuri, na sehemu za hoteli na sehemu za baa kama watu wanasafiri, nimeona sehemu mbalimbali, kuna vyumba vya kulala. Captain Adam Kumbuni Mwisungu, na ndio mnaoza mkubwa hii meli ya MV New Victoria hapa kazi tu. E, tulisimama tarehe kumi na moja mwezi wa tatu katika matengenezo makubwa haya. Matengenezo yanafuatana na sheria za kimataifa international conventions ambazo zinatuelekeza sisi kusimamisha meli kwa ajili ya uchunguzi, hususani katika meli hizi ambazo zinabeba abiria, mizigo na no. vitu vingine. Kwa hivyo ni sheria ambazo zilitusababisha mpaka sisi tukasimamisha meli, lakini mbali na hapo tu tulikuwa tunahitajika kuisimamisha meli kila baada ya miaka miwili na nusu, tunasema intermediate survey. Intermediate survey ni kila baada ya miaka miwili na nusu meli lazima isimame iweze kukuguliwa kwa sababu inabeba watu na mizigo, kizingatia watu wana, wana, wana maisha yao. Kwa hivyo kwa usalama zaidi ni lazima meli tuisimamishe, lakini pia meli ilikuwa inahitaji kutengenezwa, lakini pia meli ilikuwa inahitaji marekebisho katika upande wa, wa propela. Propela ilikuwa naafu kidogo, sasa tukaona ni vyema tukaisimamisha tukafanya matengenezo makubwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili kusudi kama meli itakaporudi basi irudi mpya kama tulivyofanya. Sasa hizi tumetumia almost kama miezi miwili kwa kuhakikisha hii meli kirudi irudi standard kwa sababu tunaenda kuanza kubeba watu, sio meli irudi siku mbili then tu, turudi katika, katika matengenezo. Kwa hiyo tulihakikisha tuisimamishe meli tuweze kufanya kila kitu, kuanzia kwenye masuala ya machineries kwenda kwenye navigation equipments, vitu vyote chini ya usimamizi wa administration wa, wa administration flag ya administration ambayo ni Tasaki na wenyewe wamelizia. Tumeenda trial karibia nne kwa kuhakikisha, na jana tumemalizia trial ya mwisho kuhakikisha. Lakini pia ambavyo vitu tumepata advantage kupitia imeli tumefaidika, spidi imeongezeka, spidi sio ile awali ambayo tulikuwa tukitembea noti 13.5 lakini saa hizi kulingana na marekebisho ambayo tumeyafanya tumepata spidi 14.8 which means tutapunguza muda wa kusafiri kutoka Mwanza kwenda Bukoba na kutoka Bukoba kurudi huku. Awali tulikuwa tukitumia masaa 8 kutoka hapa mpaka Kemondo. Na kutoka Kemondo kwenda Bukoba pale tulikuwa tunatumia lisari moja, kwa hivyo jumla ya masaa yalikuwa ni masaa tisa. Kwa saa hizi kwa hii spidi tunaweza tukatumia either masaa saba au masaa sita na nusu, lakini tutaenda katika moderate speed ambayo ni safe speed. Masaa saba tunaweza kutumia kutoka hapa paka Kemondo. Kwa hiyo tutakuwa tumesave kalimia almost lisali zima ambalo ni kubwa sana kwa mtu kumkalisha katika meli, kwa hivyo tunategemea wananchi wataenjoi sana kupitia meli kwa saa hizi, kwa sababu mifumo mingi humu ndani imebadilishwa. Mifumo yote tumeibadilisha kufuatana na sheria zinavyotuhitaji. Mimi naitwa Anselm Namala ni mkuu wa kitengo cha masoko.